Uh, nitakuelekeza jinsi ya kufanya malipo kidogo kidogo kupitia givenall.com. So ni rahisi sana. Naomba ufuatilie video hii mwanzo mpaka mwisho, utajua kila kitu. Sasa ili tuweze kufanya malipo kidogo kidogo, kwanza lazima tuhakikishe kwamba tume login kwenye akaunti yetu. Na hapa ukiangalia, unaona imekuandikia mtumiaji na hapa salio lake ni zero. Ukiona imekuandikia mtumiaji, ujue wewe huja login. Ukibonyeza hapa, ha, ukipanda juu unaona hakuna jina lako, ujue wewe huja login. Kwa hiyo hii akaunti bado haijawa login in. So ili uweze ku login unaweza kubonyeza akaunti au ingia. Na utabonyeza labda akaunti. Utakutana na hizi section mbili. Section ya kwanza ni login, ya pili ni sign up. Uh, login ni kama tayari akaunti yako unayo na nakumbuka majina yako na neno lako la siri. Uh, sign up ni kama haukuwahi kabisa kufungua akaunti kwenye hii website. Kwa hiyo hapa uta sign up bali utafungua akaunti mpya. Sasa kwa sababu uh, sisi akaunti tayari tunayo uh, natumia akaunti ya Jemima Joni. So mimi nita log tu in hapa kwa kuandika majina yake Jemima, jina lake la kwanza Jemima John. Neno lake la siri ni siri na siwezi kukwambia ni, nini nimetumia. Ni, ni, ni Uh, so tayari nimeshaingia kwenye, kwenye akaunti ya, Jemima John. Mbona nimemwandikia pesa hapa Jemima John? Hata ukibonyeza hii kwenye navigation menu hapa, utaona nimemwandikia pesa Jemima John. Lakini pia Jemima John huyu ana salio kwenye akaunti yake, anayo laki moja tisini na nane. Je, salio lake aliliongeza vipi kwenye hii akaunti? Hiyo utafundishwa kwenye video zinazofuata. Kuna video nyingi nimezifanya za kufundisha jinsi ya kuongeza salio. Leo nitakufundisha jinsi ya kufanya malipo kidogo kidogo. Maana yake ili uweze kufanya malipo kidogo kidogo unatakiwa tayari uwe na salio kwenye akaunti yako. Nao ukija kwenye hii page ya kwanza, baada ya kwa kuingia kwenye umeingia Google search givenall.com au me, ume download application yetu kutoka Play Store ya givenall.com utaingia kwenye hii kurasa ya kwanza au hii page ya kwanza hii inaitwa homepage. Ukifika hapa homepage, ukibonyeza bidhaa yoyote kama hii hapa, mfano nimebonyeza hii friji. Nikija hapa, naingia kwenye product page. Nikishuka huku chini, nitakutana na bidhaa nyingine kama hizo ndizo zibonyeza fani, nimebonyeza friji na kutana na mafriji mengi sana hapa chini. Nikibonyeza jiko Uh, nitakutana na majiko mengi sana hapa chini, nikishuka hapa chini nakutana na majiko. Na vitu vyote ambavyo vinahusiana na kupika kwa sababu nimebonyeza hili jiko uh, nikibonyeza hapa, hizi picha nakuwa nabadilisha picha, narudi home hapa hapa uh, nitakuwa nimerudi zangu home. Uh, nikibonyeza friji kama hii nikija hapa naweza nikabadilisha picha za friji, lakini pia nikibonyeza hapa, tazama hii video. Sasa nikatazama product uh, video, ina maana hapa unaona uh, video ya bidhaa hadi ikiwa inafunguliwa ndani unaiona kabisa hapa nao Uh, ukija hapa uh, tuendelee sasa, kwa mfano tunataka tuanze kufanya malipo kidogo kidogo. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya ni kubonyeza bidhaa yoyote ambayo tunahitaji. Mfano nataka hii bidhaa. Sasa hizi bidhaa zina kitu kinachoitwa product number au au namba za bidhaa. Namba za bidhaa ni hizi hapa. Hapa kuna namba sita za mwisho. Zichukue hizi, zikopi hizi namba, uzifiche au uwe nazo. Unaweza kuingia kwenye akaunti yako hapa, ukaja sehemu ya dashboard, ukashuka chini, unaona hapa tumekopea notepad. Unaweza ukapaste hapa hizi namba hizi nikaandika hapa labda namba speaker. Ah uh, speaker labda alitop. So hii number hizi hapa, hii ndio product number speaker. Nikichukua hizi namba nikirudi home, ile bidhaa siwezi kuiona hapa. Lakini sasa nika search, naweza nikaweka zile namba hapa alafu nikaitafuta. Itakuja hii hapa speaker. So nitaibonyeza hapa. Nikishaibonyeza hii hii speaker ndio naweza nikaja sasa nikaanza kulipa kidogo kidogo. Kwa hiyo nabonyeza kwenye lipa kidogo kidogo. Kwa mara ya kwanza, kwa sababu bidhaa sijai kuilipia yote kidogo kidogo, lazima italeta hapa. Lakini kama ningekuwa nimewahi kuilipia kidogo kidogo, ingeleta kwenye akaunti yangu kule upande wa, uh, installment payment direct. Lakini kwa sababu sijai kuilipia kidogo kidogo hii bidhaa, ndo mara ya kwanza nataka nianze kuilipia leo, inabidi nilipe labda nalipa shilingi elfu moja. Kwa sababu tayari mimi salio langu ninalo. Kama huna salio, utabonyeza hapa kuongeza salio lako hapa. Ukibonyeza hapa itakuleta huku, nishafanya maelekezo ya jinsi ya kuongeza salio. Ukibonyeza hapa utarudi pale pale nilipokuwa. Eh, haya nimebonyeza back ngoja turudishe hapa imeturudisha hapa kwenye kurasa ya kulipa kidogo kidogo unaweza kubadilisha language hapa na nimeweka shilingi elfu moja nataka nilipe shilingi elfu moja tu inaruhusiwa kulipa hata mia tano au mia mbili na bonyeza sehemu hapa imeandikwa lipa tayari nikishalipa kwa mara ya Mwone, mafanikio, ya kwanza hii bidhaa itaingia kwenye akaunti yangu sehemu ya malipo kidogo kidogo umeona imeandika mafanikio malipo yameshapokelewa itakuwa imeandikia ujumbe malipo ya awamu ya kwanza yameshafanikiwa huku uh, kwa kwa lazima kwanza kwa mara ya kwanza, nikirudi hapa home, hata kama nitaisearch tena, au au kwa namba yake namba yake namba yake nishaiweka hapa, nikiisearch nikaweka ile namba hapa, nikaisearch, nikaipata, nikibonyeza hapa, nikija kwenye kuongeza malipo kidogo kidogo, nikibonyeza, kwa sababu nishalipa mara ya kwanza, italeta moja kwa moja huku kwenye ah, malipo kidogo, kwa sababu hii bidhaa tayari ishai kulipiwa kwa mara ya kwanza. So nikifika hapa nitaona bidhaa nyingi sana huku mm, kama uliwahi kulipa bidhaa nyingi, utazikuta tu ziko hapa. Kwa mfano Jamima Joni analipia speaker hizi hapa za litopu. Uh, whatefunni analipa pia alion freezer lita mia hamsini na moja analipa pia sound bar bado yoyo yeye analipa pia, uh, bosi friji lita tisini kwa hiyo kila mtu analipa na vowaza. So ana bidhaa nyingi, ukiwa nayo moja utaikuta moja, na ukiwa kwenye hii page hapa, kwa sababu ni page ya malipo kidogo kidogo, ambayo unaipata wapi? Ukiwa kwenye account yangu ni hapa, kama uko kwenye dashboard hapa, unaweza ukabonyeza hapa kwenye navigation panel, ukaja kwenye malipo kidogo kidogo hapa, au kama umeingia kwenye hii page yako ya malipo kidogo kidogo. So nataka niongeze malipo hapa, nitabonyeza sehemu imeandikwa ongeza malipo hapa alafu nitakuja salio langu. Uh, bei ya bidhaa ni laki mbili na elfu sitini na tano. Malipo yaliyolipwa nimelipa tu shilingi elfu moja. Kwa hiyo tayari hapa pia imeongezeka malipo yaliyolipwa sasa hivi ni shilingi elfu mbili malipo yaliyobaki laki mbili na elfu tisini na tatu kwa hiyo tumeshalipa asilimia tisini na tisa pointi tatu na unaona hapa tayari tumeshalipa asilimia zero pointi saba tunadaiwa hii hapa, na hii hii bar inaongezeka. Hii hii bar ikifika kijani hapa, maana yake wewe unakaribia kumaliza malipo. Sasa nikaongeza tena labda hii mia tano anooa ukiangalia hapa pia nimelipa elfu mbili mia tano nataka niongeze tena na shilingi, unaona malipo malipo miatauka yamesha elfu mbili na mia, na nirudi nyuma ya li installment nikaongeza nika elfu moja nikaongeza mia tano nikaongeza mia tatu yo nimelipa mia tano mia tatu elfu moja elfu moja Ina maana tayari hii bidhaa nimesha ilipia mara nne, unaona. Inaonekana hapa kila kitu na tarehe na muda ambao nimefanya haya malipo, unaona eh? Malipo yote yaliyolipwa ni shilingi elfu mbili na mia nane. Naweza nikalipa kwenye bidhaa nyingine, labda hii hapa na yenyewe niongezee malipo. Kwa hapa niongeze tu shilingi elfu moja tu. Mbona salio langu liko laki moja na elfu tisini na tano na mia mbili. Nikibonyeza hapa nimepungua. Nikibonyeza no nimeongeza. Nirudi nyuma nikibonyeza hapa lipa Umeona? Imepungua 1000. Naongea na, tena labda nalipa tena 200 nilipe hapa kwenye hii. Nalipa. Unaona imepungua tena, imebakia hiyo. Lakini huko inazidi kuongezeka. Turudi nyuma hapa. Tuchague bidhaa nyingine, labda friji hapa tuongeze malipo na lenyewe. Ah, 500. Labda 300 tunalipa. Umeona? Nimeshaongeza malipo kwenye friji, tuongeza tena labda 700. Tukirudi nyuma hapa, itatuonesha malipo yalolipwa yote. Unaona kwenye hili friji friji hapa, uh, tumelipa a, ukija hapa kwenye hii friji tulikuwa tunafanya malipo uh, unaona. Kwa mfano friji hapa tumeshafanya malipo, turudi nyuma hapa, labda malipo kidogo kidogo, tutakuja tutaona friji ambayo tumefanyia malipo hapa, ni 700 300 400 elfu mbili mia tano. Kwa hiyo inaonyesha hapa malipo yote ambayo tayari umeshafanya uh, kwa kutumia malipo kidogo kidogo, so unaweza ukaamua uh, hata jeneta basi, tuongeze hivi kwenye jeneta. So hivi ndivyo unavyoweza kuongeza malipo. Turudi home, afu tuongeze bidhaa nyingine tena tufanye malipo installment. Turudi e, nyumbani Uh, mii labda nifanye malipo ya kitu kingine, labda nitafute Kenwood blender. Nimekosea labda, lakini bahati nzuri huwa inaleta gata ukikosea kuandika. So nimekosea lakini kweli Kenwood blender kweli labda. So, nichukue blender hii hapa ya Kenwood ambayo bei yake ni elfu tisini na tatu na nachukua hapa nakuja shuka chini nabweza malipo kidogo kidogo kwa sababu hajanipeleka kule kwenye peji, maana hii haijawahi kulipiwa, haijawahi kuingia kule kwenye malipo kidogo kidogo. Nao nalipa tu, labda safari hii naanza na 500. Hapa nabonyeza malipo, nimeshalipa maana imeendelea sasa malipo. Ah, mafanikio, malipo ya ya kwanza yamelipwa. Nasubiria ule ujumbe uje hapo, nabonyeza sawa, itanipeleka huko kwa sababu tayari itakuwa imeingia kwa mara ya kwanza. Naongeza malipo hapa, safari hii kwenye hii bidhaa labda nalipa tu shilingi 1000, sitaki mambo mengi, nalipa nabonyeza hapa.

Nimeongeza. So unaweza ukaongeza bidhaa ukaongeza hata bidhaa kumi humu. So hiyo ndio mchakato wa kufanya malipo kidogo kidogo, ni very simple na unaweza ukafanya malipo ya bidhaa nyingi. Unaweza ukalipa hata shilingi mia mbili, mia mbili, mia tatu, ni wewe mwenyewe sisi. Hata ukilipa shilingi elfu moja hatuna shida. Karibuni sana Givenall.com, tunapatikana njia panda ya mtaa wa Ndanda na Muhonda, na ukiwa mkoani fanya malipo kidogo kidogo, jamani. Watu wa mkoa wanalipa kidogo kidogo na bidhaa zao zinatumwa mikoani. Karibuni sana Givenall.com, sisi tu waaminifu na tumesajiliwa, tunalipa, tuna leseni na tini na tumesajiliwa bila. Karibuni sana.